Mtazamaji, unapenda kuishi katika nyumba ya wazee wakati unapokuwa mkongwe au ungependelea kupelekewa kupelekwa, samahani, kwa wazazi wako katika nyumba ya wazee ili kuepuka majukumu ya kuwalea wakongwe? Ni swali ambalo kwa Afrika huenda likazua mjadala mkali. Humu nchini, kwa sababu moja au nyingine, kuna baadhi walilazimika kuishi katika vituo vya kuwatunza wazee. Kulingana na wakongwe katika kituo cha Little Sisters, eneo la Kasarani wamefurahia kuishi pamoja kwenye makao badala ya nje ambapo wanasema jamii imewatelekeza. Agnes Penda alizungumza na wakongwe hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. <coughs> Kila Jumamosi katika kituo cha wazee cha Little Sisters Kasarani wa siku ya ratiba ndefu. Hapa ndipo wasamaria wema hujitokeza na chochote kwa faida ya wakongwe. Wengine hujitolea kwa hali na mali na hata huduma muhimu. Ni siku ya furaha kwa zaidi ya wa wakongwe 80 wanaoishi hapa, wanaohisi kukumbukwa. Wengi waliletwa hapa baada ya kutelekezwa na familia, wengine kwa kutokuwa na familia ya kualea baadhi ni wale walio na familia ambazo zimeshindwa kualea kutokana na hali za kimaisha. Mzee Duncan ni mkongwe wa umri wa miaka themanini kama miaka nne namna hiyo adokaa mm. Kwa nini ulikuja hapa? shaulia uze nyumbani, hakuna usaidizi, iko na mtoto na iko na eh. Eh? bibi yako alikufa? Hmm. Aya, sasa ni mtoto sasa, atashuka mimi, atashuka mtoto yake. Hali za kimaisha ziliyomsukuma wa wanawe kumleta hapa. Ana furaha zaidi kuishi na kutangamana na wenzake wa umri. Kwake maisha ya hapa ni mazuri zaidi, na hamna haja wakongwe wasiojiweza kutaabika nyumbani. Japo Duncan ni mkongwe aliye na furaha, kwa wengine kama mzee huyu kutoka Kakamega, kudhoofika kiafya ndiko kulikomleta hapa Japo maisha ni mazuri, yeye angetaka kurudi nyumbani kwake eneo la Kiambu, lakini hajaweza kutokana na mzozo wa kifamilia. Hapa anajihisi mpweke. Ndugu yangu alikufa, wazazi wakakufa, ipi tulikuwa nae wa Kiambu, akanipinduka, akasema nijui, akasema kae na watoto tu, amwambia akaa na watu. Japo wanawe hufika mara kwa mara kumwona, naendelea mahali kama hapa sio pa kuishi maisha yake yote. Kauli yake ni kuwa wakongwe wanafaa kulindwa na jamii zao. Mwingine ni nyanya Shiro. Ni nyanya aliye na furaha kubwa kuonyana na wageni. Kwa Shiro ambaye hakujaliwa kupata watoto, kila mtu anayefika hapa ni familia yake. Kuna mtoto hata mmoja? watoto yangu ni huyu <laughs> na wewe Kulingana na Teresita mtawa mkuu katika makao haya, wao hupata hela za kuwatunza kutokana na wasamaria wema pekee, lakini wamejimudu kuwalisha vyema, kuwapa malazi ya hali nzuri na kuwavisha. Japo kulingana na mtawa Teresita, jamii imewakosea wakongwe kwa kuwasukuma katika makao kama haya, hasa jamii ya wanaojiweza. No one can replace the relatives, you know. Kama hapa, hapa kwa nyumba ya wazee, tumeona wengine wanasema hawatembelewi, you know, watoto waka hawakuja kuwatembelea. Na ni mzuri kuwatembelea to be able to give them social support. zonjia nyingi za kuhakikisha kuwa wakongwe kama hawa wanajimudu katika jamii. Japo sehemu kama hizi zinaotunza vyema, wengi wanaonelea kuwa kunazo njia nyinginezo, hasa kwa wanaojiweza kuwatunza wavile wao. Agnes Penda, KTN, leo Jumamosi.